wana wa ufalme na yale magugu ni wana wa yule mwovu, Amen. Anasema zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Leo tutaangalia neno la Mungu, na tikiwa tunaangalia tuko kwenye somo letu la kanuni ya mbegu, Amen. Na mara nyingi tumekuwa tukiangalia mbegu kama vitu mbalimbali ambavyo mbali, mtu anaweza akavipanda kwenye maisha lakini, leo tutaangalia sehemu ya somo hili ambayo pia inakuangalia wewe kama mbegu. Amen, aleluya. Ukiangalia kwenye neno la Mungu sehemu kubwa ya kazi ya neno la Mungu haihusiani na mazingira yako au mambo yanayoendelea kwenye maisha yako, yanahusiana na wewe. Amen. Kwa sababu wewe ukiwa sawa mazingira yatakuwa sawa. Hello. Kama nisho niwaambia nifuate nami nitawafanya, akusema nifuateni nami nitawapa. Alijua kwamba wao wakifanywa chochote, ambacho wangehitaji wanaweza wakakizalisha. Sema amen. Ndio maana ukiangalia maombi ya roho wa Mungu kupitia Paulo, wakati anaombea kanisa, hakuomba chochote kuhusiana na mazingira yao. Alisema naomba mjazwe kujua mapenzi ya Mungu katika hekima yote na uelewa wa Roho. Aliomba waimarishwe katika utu wao wa ndani kupitia Roho Mtakatifu. Aliomba wajazwe roho wa mafunuo na hekima katika kumjua Mungu. Aliomba macho yao ya ndani yatiwe nuru. Hallelujah. Ko inaonyesha namna ambavyo Roho wa Mungu anafikiria kuhusiana na sisi. Kwa hiyo mbali na kujifunza kuhusiana na kanuni ya mbegu kuhusiana na vitu, mambo ambayo yanaweza kupandwa kama mbegu kwenye maisha na kuvuna. Ni muhimu pia kuangalia upande wa mbegu, wewe kama mbegu. Amen. Anasema katika Mathayo 13:8 anasema na lile konde ni ulimwengu na zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Amen. Kwa hiyo popote ambapo upo, mtaa ambao unaishi, kazi ambayo unafanya, biashara ambayo unafanya wewe ni mbegu ambao Mungu amekupanda pale. Sema Amen. Haleluya. Umepandwa kama mbegu, Bwana anasema mbegu njema ni wana wa ufalme. Na anasema magugu ni wana wa yule nani, yule mofu. Haleluya, sehemu ya somo la leo nimeipa kichwa cha habari kanuni, tuko kwenye kanu, tuko kwenye kanuni ya mbegu, si ndio? Subtopic ya leo ni kanuni ya mchakato. Kanuni ya mchakato. Hello, kanuni ya mchakato. Principle of process. Kitabu cha Marko mlango wa 4. Hautatoka kama ulivyoingia jioni ya leo. Haleluya. Mstari wa 26. Akasema ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Mstari wa 28, maana nchi uzaa yenyewe kwanza jani. Hello, nchi kuzaa yenyewe kwanza jani tena suke kisha ngano pevu katika suke. Hello, haisemi kwamba ile mbegu ilivyopandwa ili ghafla ikawa ngano inayozaa. No, no, no, no. Inasema kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Mstari wa 29 hata matunda ya kiiva, mara atapeleka mundu kwa kuwa mavuno yamefika. Mstari wa thelathini akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu, au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini akiisha kupandwa, ikiisha kupandwa hukuwa ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga. Haleluya! Ikafanya matawi makubwa hata ndege waangani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Anasema ufalme wa binguni wa, wa ni kama mbegu ya haradali inapopandwa inakuwa mti mkubwa kuliko mimea yote hiyo, ya maisha yako. Nasema hiyo ndiyo aditi ya maisha yako Utakuwa mti mkubwa kuliko miti mingine yote, anasema, na itakuwa ina matawi makubwa hata ndege wa angani watapata makazi juu yake, haleluya. Chini yako wengi watapata kivuli, sema amen, haleluya kwao. Anasema japo ni mbegu ndogo ya aradali, ikipandwa inamea na kuwa mti mkubwa. Lakini tukirudi pale mwanzo, anasema kwamba anaonyesha mchakato wa mbegu kukua. Ikipandwa nasema kwanza jani, pili <gibili> suke. Mwambie jirani yako kuna mchakato, mwambie tena kuna mchakato. Somo la leo litasaidia kuondoa maswali ten on, litasaidia ku, kufufua njozi ambazo pengine watu walikuwa wamezikatia tamaa itasaidia kufufua baadhi ya vitu au kuongeza kasi kwenye safari njema ambazo wengi Mungu amewaweka kwenye maisha yenu, sema amina. Inachukua muda kwa mafanikio kudhihirika. Niseme tena, inachukua muda kwa mafanikio kufanya nini? Kudhihirika. ukiruka juu lazima ushuke wapi? Lakini ukikuwa juu unabaki juu. Nataka unisikilize, he who who jumps up up comes down, but he who grows up, stays there. Anayeruka juu anashuka, lakini anayekua juu anabaki. niwek jiaakumwambia kuwa, mwambia kuna mchakato kwenye kukua. Haleluya! <laughs> Maandiko yamejaa na mifano ya hii kanuni. Ukisoma katika kitabu cha Luka 1:80 Luka mlango wa kwanza mstari wa themanini, inamwongelea Yohana Mbatizaji, inasema yule mtoto akakua. Hasemi yule mtoto akatokea. Alikuwa. Aleluya. Anasema mtoto akafanya nini? Akakuwa, akaongezeka nguvu za rohoni majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israel. Haleluya! Yohana mbatari alipokuja, alikuwa akaongezeka nguvu za rohoni, hakutokea. Alikuwa kwa baadhi yetu ambao tumezaliwa kipindi ambacho teknolojia imesonga mbele na wengine ambao wamezaliwa mbele yetu ambao teknolojia imesonga mbele zaidi. Dunia inapoenda inafanya vitu vyote kwa kasi zaidi na zaidi na zaidi, si ndio? Miaka ya nyuma tuliangalia teknolojia ya microwave ambapo unaweza ukapasha kitu moto kwa haraka kabisa, si ndio? Kwa hiyo Fast food chakula vya haraka. Kwa hiyo ni rahisi kwa mfumo wetu wa fikra kuanza kuchukia chochote kinachochukua kinachochukua muda yes. Yes. Ukikaa kwenye ulimwengu ambacho kila kitu kinajaribu kuwaishwa, ni rahisi kuanza kuchukia chochote ambacho kinachukua muda. Unatamani upate hata microwave service. Unajua, najua watu nilisikia, kuna, uh, katika nchi kwenye jamii ambayo chochote chochote kachukua muda haitakusubiri chochote lakini mafanikio ya kweli yanachukua muda. Mithali kumi na tatu unamoja nasema, utajiri unaopatikana kwa haraka upungua, utajiri mali inayopatikana kwa haraka huisha. Nasema moja, nisoma nasema, nimetaja mwenye mithali kumi na, na tatu mstari anasema mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka bali yeye achumae kidogo kidogo atazidishiwa. Sijui kama ningekuwa ninatoa unabii nikasema na ukachume kidogo kidogo. <tinyo> ah, <ya. tinyo> <Kwa li. tinyo> kido, kido, jenako ukachume kidogo kidogo. Haleluya! kama unataka kuzidishiwa, unahitaji kuchuma nini? Hata Yesu Bwana wetu alikuwa mtu pekee ambaye alitokea tu ni acha Melkizedeki. Melkizedeki taarifa, Biblia ina taarifa, kuna mtu anaitwa Adam. Adam alitokea pa mtu mzima, hana baba Hello. hakuzaliwa. Adam alitokea. Mungu alivosema, namtuma adamupila akasema, wanadamu wanaotokea hawa wana shida, hawa wanadamu wanaotokea hawa. Luka 2:52 anasema naye Yesu akazidi neno, akazidi ni neno, akakua njiza uu um, na Yesu akakua, akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Haleluya! <laughs> <laughs> mbele yako kuna mchakato, aisemi na Yesu akatokea, nasema Yesu alifa Kwa wakati na, na tafakari ili somo nikaona nifikirie na kuangalia mbegu mchakato wa mbegu kumea ukoje. Nilikwenda kuangalia ule mchakato wa mbegu, nikasema nikiuleta kama ulivyo, kuna watu ambao walikuwa wapendi biolojia kabisa, nitapoteza nusu ya darasa lo, ambayo nikajaribu kufupisha. Nataka nishie na wewe kitu kuhusiana na mchakato wa mbegu kumea. Kwenye mchakato wa mbegu kumea kuna hatua, maana ukisoma tusoma kwenye Marko 4:26 inaongelea mbegu tayari imeshaanza kumea jani, si ndio? Lakini unajua alianzaki kwenye jani do you know? Inaanza kwenye mbegu kupandwa. Maandiko yanasema mbegu ikibaki mbegu, isipoanguka mbegu ya ngano isipoanguka na kufa, inabaki yenyewe, lakini itapokufa na kumea, inaleta mazao mengi. hii yeah, itamsaidia mtu yeyote ambaye anakuwa kwenye Ukristo kupata baadhi ya majibu ya maswali yaliyonayo. Hatua ya kwanza ya mbegu baada ya kupandwa inapitia kitu kinaitwa uchochezi. Nimetafuta neno zuri la Kiswahili uchochezi. Kwenye uchochezi, hiyo hatua ya uchochezi kuna vitu viwili vinavyofanyika, ya kwanza, hatua ya kwanza inafanyika mchochezi, ni mbegu inaanza kunyonya maji. Sawa, mbegu inaanza kufanya nini? kunyonya maji.